Karibuni sana waheshimiwa waandishi wa habari katika ofisi yetu ya makao makuu, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali , Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na kwa niaba ya, ya Dr. Maarif Iranian Culture Center lakini pia kwa niaba ya Dr. Ali Tagawi e, mudir kiongozi mkuu wa Jamiatul Mustafa International University, kwa pamoja tunakuja na jambo kubwa, jambo ambalo linalohusiana na Qur'ani tukufu. Kwa maana jambo hili wanashirikiana Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata. E, Jamiatul Mustafa International University pamoja na Iranian Culture kwa pamoja tunakuja na kongamano la Qur'ani tukufu, au mkusanyiko wa Qur'ani tukufu ambao unawaleta waislamu pamoja, au tunasema maonyesho ya usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi nchini Tanzania. Jambo hili ni jambo kubwa ambalo kwa mara ya kwanza litakuwa linafanyika Tanzania kwa namna ya kipekee e, na niseme kwamba jambo hili hadha albarnamij alqurani laisa bimusabaka. Maana wengine wanaanza kujiuliza, mashindano yanaendelea ya kiwango kikubwa hivyo. La, haya si musabaka, si mashindano ya Qurani bal huwa mahfadh alqurani faqat ni sherehe au ni shughuli ambayo inahusiana na Qurani tu, na wala si mashindano ya Quran. Na ni Qurani ambayo itasomwa kwa njia ya tajwidi. Lengo lake ni kuwaleta pamoja Waislam, alquranu yajmauna, Qurani inatu inatuleta pamoja inatukusanya pamoja, mahma ikhtalafna mama tutavyokuwa tunatofautiana lakini bado Qurani inatuleta pamoja, waatasimu bihablillahi jamian wala tafaraku. Lakini pia kuunganisha nyoyo za Waislamu katika kupenda kusikiliza kitabu chao eh, kwamba Waislamu wanapohudhuria katika mambo haya nyoyo zao zinalainika zina na nyoyo zao zinafungamana pamoja kwa kusikiliza kitabu chao kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa utukufu wa hiyo Qur'ani, pia tunapata fursa ya kuiombea nchi yetu, kuiombea nchi yetu amani, lakini pia kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kumuimarisha na aweze kuiongoza nchi hii, lakini pia hasa kusimamia e, uchaguzi wa nchi yetu upite kwa salama na amani kwa maana kupitia shughuli hizo pia tutaiombea nchi yetu amani, tutaiombea nchi yetu amani, tutamwombea mheshimiwa rais, tutawaombea viongozi wetu, hasa kipindi hichi ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo pamoja na kongamano zuri hili ambalo limeandaliwa sasa, jambo hili kubwa ambalo eh, litawaleta Waislamu pamoja, nataka nitaje ratiba sababu kutakuwa na matukio matatu ambayo yatafanyika, mawili hapa Dar es Salaam na moja litafanyika mkoani Tanga. Ratiba ni kama ifuatavyo: tarehe 20, tarehe ishirini mwezi huu, mwezi wa tano, Jumanne iyo ijayo, katika ukumbi wa Julius Kambarage Nyerere hapa Dar es Salaam, mashindano hayo na mahfali hayo yatafanyika kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 11 jioni ambapo pa mgeni rasmi atakuwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, kuanzia saa nane mchana. Hiyo ni tarehe ishirini, ambapo hilo jambo kubwa litafanyika katika ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini tarehe ishirini na nne jambo litakuwa katika uwanja wa Mkwakwani mkoani Tanga. Waislamu wa mkoa wa Tanga wamelipokea viongozi wa mkoa wa Tanga wamelipokea jambo, na kama tunavyojua kwamba Tanga ni mji wa Qur'an e, Tanga ni baladul ilmi wa baladul Qur'an. Kwa hiyo Waislamu wa Tanga watamiminika katika viwanja vya Mkwakwani tarehe e, tarehe eh, tarehe 24 kuanzia saa mbili 2 asubuhi mpaka saa sita mchana e, ambapo mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania majaliwa Kasim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika jambo hilo la Qur'ani tajwidan e, ambayo itasomwa na mabingwa kabisa ambayo nitawataja hapa ambao watashiriki katika jambo hilo. Lakini tarehe 25 24 ile ni Jumamosi 25, mubashara itakuwa ni Dar es Salaam, siku inayofuata ambayo ni Jumapili. Jambo hili litakuwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Sasa hapa ni fursa kwa Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam kumiminika katika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa sita mchana ambapo pia Mheshimiwa Waziri Mkuu e, Majaliwa Kassim Majaliwa Allah muhifadhi, ndiye anatarajiwa pia kuwa mgeni rasmi hapa Dar es Salaam. Tunamjua Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mpenzi wa Qur'an. Yani, mpenzi wa Qur'an. Kwa hiyo matukio yote haya anatarajiwa e, Tanga katika uwanja wa Mkokwani ambalo jambo litakuwa ni kubwa, lakini pamoja na katika uwanja wa mnazi mmoja tarehe 25 5, insha Allahu taala. Lakini pia Mheshimiwa Mufti naye atahudhuria, atakuwa Tanga na atakuwa hapa Dar es Salaam. Sasa nichukue fursa hii nitaje mabingwa ambao watasoma hiyo Qur'an e, tunao mabingwa hapa ambao ndio wasomaji wa hiyo Qur'an kama mnavyoona, kuna Sayed Jalal Sayed Jalal Masoomi huyu anatoka London, ni bingwa wa kusoma Qur'ani kwa njia ya tajwidi duniani. Eh, Sayed Jalal Masoomi kutoka London. Lakini pia kuna Asayid Hamed Shakernejad huyu anatokea Iran ambaye yuko hapa Hamed Shakernejad yeye anatokea Iran, lakini pia kuna Ahmad Abolghasemi. Ahmad Abolghasemi naye pia anatokea Iran. Ni mabingwa hawa wa usomaji wa tajwidi, yaani itakuwa ni raha ajabu siku hiyo, na watu watastarehe sana kusikiliza Qurani hiyo. Lakini tunaye Ustadhi Rajab Ayub, huyu ni kijana wetu wa Kitanzania, ni katika mabingwa ambao wametembea duniani wakiitumikia Qurani tukufu, atakuja kuwika katika nchi yake ya Tanzania. Lakini pia kuna ustadhi Anko Idi Shaban. Idi Shaban ni kijana wenu, mnamfahamu, ni kijana wa Kitanzania, atakuja kufanya balaa la hatari e, siku hiyo, Anko Idi atakuwepo. Lakini kuna kijana wetu Muhammad Hussein Azim, huyu anatoka Iran. Rajai Ayubu ni Mtanzania, Anko Idi ni Mtanzania. Muhammad Hussein Azim huyu ni kijana ambaye e, pia kutakuwa na sala la tahqiq e, ni kijana ambaye unaweza kumuuliza asome Qur'ani katika ukurasa kadhaa, aya kadhaa, tena anaweza hata kwenda kinyume nyume kwamba soma sahifa hii, akasoma inayofuata, akasoma ruka sahifa tatu, akasoma ajaban. Ni mambo ya ajabu kabisa ambayo Qur'ani inathibitisha kwamba e, ni muujiza wa ajabu lakini pia kutakuwa na, na, na, na binti huyu Muhanna Ghambar yeye, yeah, anatokea Irani pia e, ambao watashiriki katika, katika jambo hilo kubwa e, siku hiyo au katika ratiba hizo zote ambazo tulizo tulizozitaja. Kwa jambo hili au ratiba hii ni ratiba kubwa, imebeba jambo kubwa ambalo tunataraji kwamba Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Waislamu wa Tanga. E, watafurahia jambo hili la kusikiliza Qur'ani kwa njia ya tajwidi, mabingwa hawa ambao wataisoma wata Qur'ani tukufu. Kwa hiyo pia katika jambo hili kama kawaida, kama tunavyojua mfumo wa jambo letu hili tukufu, wanajaimati watahudhuria, Bakwata mashehe zetu mbalimbali watahudhuria e, na wengine wageni ambao walioalikwa wali katika jambo hili e, kwa hiyo tunataraji kwamba habari hizi zitawafikia wa Tanzania wote, na katika mashindano haya yote wanahudhuria waislamu na wasiokuwa Waislamu, na kwa sababu jemaati imeshiriki hata maaskofu wachungaji pia watahudhuria, hata yasmau kalamu Allah. Ili ni jambo zuri na ni jambo jema, tunawakaribisha nyote na mimi niwatakie kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.